Mapambano dhidi ya ukimwi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa takwimu zilizopo, watu milioni moja laki tano thelathini sita elfu mia nane arobaini na mbili kati ya watu milioni moja laki sita tisini elfu mia tisa arobaini na nane wanaishi na virusi vya ukimwi, wa viu walikuwa wanatambulika, wanatambua hali zao, wanaoishi na virusi vya ukimwi walikuwa wanatambulika na hali zao na maambukizi kadhalika wavyu milioni moja laki tano arobaini na tano mia nane themanini wanatumia dawa za kufubaza makali ya VVU ambapo watu wazima wenye umri wa miaka 15 na kuendelea ni asilimia 96.4. Mheshimiwa Naibu Spika, kiwango cha maambukizi mapya ni watu sitini elfu kila mwaka ambapo vijana wanaopata VVU maambukizi ni takriban asilimia 34.3 ya maambukizi mapya. Nitoe rai kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari, kwa kuwa ukimwi bado ni tishio kama takwimu zinavyoonyesha. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 serikali itaendelea kuratibu shughuli za ukimwi kwa kutoa huduma endelevu na stahimilivu kwa waviu, kuimarisha mfumo mfuko wa udhamini wa ukimwi ili uweze kufanikisha malengo ya nchi katika kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Lakini pia tumeweka msukumo tutaweka msukumo katika kupunguza maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Tutahamasisha mabadiliko ya tabia katika jamii ili kupunguza maambukizi mapya ya VVU. Sambamba na hayo, serikali inatambua mabadiliko ya kisera kutoka kwa baadhi ya wa washirika wetu wa muda mrefu kwa masuala ya ukimwi. Kufuatia mabadiliko hayo, serikali inachukua hatua madhubuti kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kuimarisha uwekezaji kwenye eneo la utoaji huduma kwa waviu. Lakini pia hatua hizo zenye lengo la kuwezesha taifa letu kujitegemea zitaendelea kuchukuliwa pia katika maeneo mengine. Niwahakikishie watanzania wote kuwa serikali itaendelea kuhakikisha huduma zinazohusiana na masuala ya ukimwi zinaendelea kupatikana na kwa hakuna Mtanzania ambaye e, hata mmoja atakayeweza kukosa huduma hiyo.